Naweza ukawa ni ujumbe ambao si wenye kupendeza masikioni mwa wengi, lakini ukweli ni kwamba wakristo watakuwa na hatari kubwa sana na baadaye, ya kuweza kuacha wokovu walioahidiwa, kwa sababu wameanza kuiacha Biblia, wameanza kuiacha Biblia. Unaona, leo Biblia haisomwi namna inavyotakiwa kusomwa na watu wamekuwa sana wakienda katika sekta zingine na kuiacha neno. Ndio maana mafundisho mengi ya uovu, mafundisho mengi ya kishetani yanaingia katika ma makanisa ya leo bila watu kuweza kujua ya kwamba hili ni fundisho la uongo, ni la kupinga na kupinga. Kwa hivyo leo, kama Wakristo, hebu kila mmoja aweze kufata maandiko. Soma maandiko tena, jisomee mwenyewe. Usipozingatia hilo, utakuja kujikuta unaangamia kwa namna ambayo mwenyewe utakuwa hauamini umeangamia namna gani. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wake ni wa kumi na nane anasema, mwanangu ku, Timotheo, na kukabidhi agizo hili, liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako ili katika hayo uvipige vita vilivyo vizuri. Kwa hivyo maneno ya Mungu yanavyoletwa kwetu, yanaletwa ili tuvipige vita vilivyo vizuri. Hatuwezi kuvipiga vita vilivyo vizuri ikiwa hatuwezi kulisoma neno. Kwenye Waefeso anasema hivi, ndio naona wa Kristo wengi leo wanakuwa ni wakubeba Biblia Jumapili, kubeba Biblia Jumamosi, na hata kama wakisoma bado hawasomi namna inavyotakiwa kuisoma Biblia. Hawasomi kwanza kwa kuweza kuzingatia ya kwamba kuna ujumbe ambao Mungu anahitaji kuwapatia tena, kuisoma serious kabisa. unaona? anasoma tu siku akijisikia au anasoma kwa sababu tu anahitaji kuweza kusoma Biblia. hapana. Waefeso sura yake ya sita. Mstari wa kumi na saba anasema tena, ipokee chepeo ya wokovu na upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Kwa hivyo, kumbe neno la Mungu ni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho. Bila neno hatuwezi kupata wokovu. Kumbukeni ya kwamba njia ya wokovu imeweza kufunuliwa katika maandiko. Maandiko ni sauti ya Mungu inayotupatia sisi tuweze kujua Mungu ana mpango gani na sisi. Kwa hivyo, kama kuna namna ambayo tunahitaji kuweza kusoma maandiko ni wakati huu. Katika Testimony to the Churches, gombo la tano sura ya 717 paragrafu ya kwanza anasema hivi: jifunzeni Biblia zenu kuliko ambavyo mmewahi kujifunza hapo kabla. Msipoinuka katika hali ya juu takatifu zaidi katika maisha yenu ya kidini, hamtakuwa tayari kubu. Toku, uh, kutokezea Bwana wetu na kumpokea yeye, hatutaweza kuwa tayari ndio unaona. Katika Pambano Kuu ukurasa wa mia nne tisini na tano anatuonya pia, anatuambia wakati Yesu anasema uh, wakati ule tutakuja, tusiweze kufikiria ya kujibu, si kwamba Mungu atatupatia maneno ambayo hayakuwa katika vichwa anaposema msifikirifikiri namna mtakavyonena baada ya kupelekwa katika magereza katika mabaraza, hapo itakuwa ni lile neno lililokwisha kuhifadhiwa kichwani tayari. Kwa hivyo ni Roho atatukumbusha tu, si tena kutuambia ambayo hatukuwa nayo katika vichwa eh, ukurasa mia nne tisini na tano. Asema, maf lakini mafundisho ya Kristo yanatakiwa kuhifadhiwa mapema akilini, ili Roho wa Mungu aweze kutukumbusha wakati wa hatari, kwa vikumbe wakati wa hatari tutakumbushwa na Roho wa Mungu. Lakini leo mapema hivi, wakati kanisa bado liko katika usalama, watu wasome maandiko, yaani kwa Kristo wengi leo, hakuna dhehebu lolote, hakuna nini, yani maandiko yanasomwa kwa namna ambavyo kikweli inasikitisha inasikitisha. Wengine hawasomi kabisa, wengine wanasoma katika namna ambayo, kwa kweli, Mungu atusaidie sana. Lakini kama leo kila Mkristo ataweza kusoma Biblia na kuisoma, hakika hakika, kweli kweli, nataka niwaambie, kwanza, injili ingeenda mbele, lakini pamoja na hivyo, tungejihakikishia wokovu, maana tungejua njia ya Bwana, tungejua njia ya Bwana kwa sababu hakuna namna ya kuielewa njia yake na namna ambavyo tunatakiwa tuishi kama kwa njia ya maandiko. Kwa hivyo ni maandiko na maandiko peke yake yatatupa njia. Kwa hivyo tujifunze maandiko matakatifu na tusome. Yako katika hatari ya kutoweka katika mwisho. Yesu, Mungu asemwa, ataleta njaa, si njaa ya kukosa chakula, bali ya neno. Huo wakati utakapokuja kufika, ndugu yangu, hakuna chesari ya mtume, utabaki sisi na kuwa watupu katika akili zetu, lakini tukiwa tumehifadhi neno, kwa hakika hatuwezi kuyumbishwa, hatuwezi kuyumbishwa. Bwana na akatusaidie katika hayo yote, kwa jina la Yesu Kristo.